Tundu Lissu ambaye amekaa kwa zaidi ya siku mia moja na sitini na nne, hatimaye tumaini jipya linaanza kuonekana e, ukifuatia maneno sita maneno matano maneno matano mazito ya wakili wake Tundu Lissu ambayo kusema kweli maneno hayo yanaleta matumaini. Wakili wa Tundu Lissu, miongoni mwa wakili wa Tundu Lissu Dr Nshala, amekuja na maneno matano mazito kabisa, ambayo yanaanza e, kuleta tumaini kwamba huenda sasa pengine mwanasiasa na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, huenda akatoka ama akaachiwa. Basi tukatazame maneno hayo haraka haraka na tuweze kuyakamilisha. E, hoja ya kwanza aliyotoa mneno la kwanza alilozungumza amezungumza katika Dr. Nshala sasa amezungumza Dr. Nshala kwamba e, kuna mapungufu ya kisheria, kuna mapungufu ya kisheria katika hati ya, ya mashtaka. Kwa hiyo hati ya mashtaka ina mapungufu ya kisheria, kwa hiyo hii inaweza ikasaidia E, kutupiliwa mbali kwa kesi hii ya uhaini ambayo inamkabili mwanasiasa Tundu Lissu. Lakini pia Dkt. Nshala, jambo la pili alilozungumza linaloleta matumaini alitoa mifano ya kesi za uhaini ambazo zilitupiliwa mbali kwa sababu ya kutokukidhi vigezo. Alitoa mifano ya kesi nyingi. Miongoni mwa kesi aliyozungumza ilikuwa ni kesi ya uhaini iliyokuwa ikimkabili Bibi Titi eh mwaka elfu moja mia tisa na themanini na tatu. Uh, Bibi Titi alifungwa kwa uhaini. Alifungwa, alifungwa, alifungwa lakini baadaye alikuja akaachiwa na Mwalimu Julius eh, Kambarage Nyerere, alitoka kwa msamaha wa rais, lakini alijumuisha kama miongoni mwa kesi ambazo uh, ni za uhaini eh, na alitaja kesi nyingine mfano alitaja kesi ambayo iliwahi kusimamiwa na Jaji Francis Nyalali e, ambazo kesi baadhi ambazo ziliwahi kutupiliwa mbali kwa sababu ya hati ya mashtaka kutokukidhi vigezo kama jinsi ambavyo wanavyofananisha e, na hii ya Tundu Lissu kwamba haikidhi vigezo, kwamba hati ya mashtaka haikidhi vigezo. Lakini jambo la tatu alilozungumza uh, alizungumza kuhusu taarifa za mashahidi e, akijikita katika kupinga Eh, hili jambo la mashahidi wa siri eh, mashahidi wa siri kwamba mashahidi wa siri wa siri eh, hawa wanaonekana kwamba hawakubaliani nao eh, kwa hiyo hili limeleta pia eh, kinto fahamu kubwa, na endapo eh, likifanyiwa kazi vizuri, huenda Tundu Lissu akaweza kuachiwa. Lakini pia eh, Dr Nshala aligusia swala la polisi kuwatoa watu mahakamani kwa nguvu. Lakini hili lilishatolewa uh, uh, maelezo pia na, na, na, na, na jeshi la polisi baada ya kusema kwamba uh, wao hawakatazi watu kuingia mahakamani. Eh, ila kilichotokea sasa eh, kinahitaji maelezo zaidi. Nadhani tutakizungumza katika makala nyingine ijayo. Uh, alizungumza hilo la polisi kuwatoa watu mahakamani. Lakini pia Dr Nshala jambo la tano alilozungumza kubwa kabisa ambalo linaleta matumaini mapya kwa Lissu kuweza kutoka e, alizungumzia ama aligusia kuhusiana na sera ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi, e, kazi na utu. Sasa yeye akasisitiza utu uweze kufanyika, akisema kama tunakwenda na kazi na utu, basi utu sasa ufanyike. Kwa hiyo hayo ni makubwa matano yaliyozungumzwa na E, Dr Nshala wakili wa Tundu Lissu e, akijaribu kuchagaza ama akijaribu e, kumtetea mteja wake e, Tundu Lissu ambaye anashikiliwa kwa makosa ya uhaini. Sasa e, kwa nyongeza tu, katika siku zote nimekuwa nikizungumza ama nimekuwa nikichambua kesi hii inayomhusu Tundu Lissu na, na, na mara zote nimekuwa nikishauri kwamba e, katika makala iliyopita nilionyesha namna ambavyo Tundu Lissu alikuwa ameelemewa, alikuwa ameelemewa ame, ame, ame, ame, na nilijaribu kuwapitisha e, kuonesha kwa namna gani alikuwa alikuwa ameelemewa katika kesi na kweli, e, siku ya Jumatatu ilipofika kesi iliweza ku, ku, ku, kutajwa kwamba ita, ita, itaendelea kuunguruma. Sasa pamoja na nondo hizi, huenda mheshimiwa Lissu akatoka, lakini asipotoka e, kwamba e, ikishindikana, njia hizi zikishindikana, basi ni nini ki, kinatakiwa kifanyike? Endapo haya yote yatafanyika e, na itaonekana kwamba e, imeshindikana, e, kikubwa ambacho nimekuwa nikishauri, nimekuwa nikishauri uh, kuhusiana na suala e, la maridhiano kwamba maridhiano yaweze kufanyika, e, mazungumzo yaweze kukaa. Tuliona katika kesi iliyokuwa ikikabili Freeman Aikaeli Mbowe, uh, Freeman Mbowe, e, kesi yake iliweza kumalizwa na maridhiano. Walikaa e, mezani, wakaridhiana e, na baada ya maridhiano kesi ika, ika, ikaisha na ninasisitiza kila siku kwamba maliziano hayawezi kukuondolea ukamanda wako. Kama wewe ni kamanda, utaendelea kuwa kamanda tu, hata kama ukifanya maliziano. Tukirejea katika kesi ya Bibi Titi, ambayo pia alitaja Dr Nshala, kwani miongoni mwa kesi ambazo e, anajaribu kuzihusianisha na hili, Bibi Titi Mohamed, naye kilichomwokoa ni maliziano Bibititi Muhammed baada ya kukumbwa na kazi ya hii ya uhaini alifungwa, alikaa akaalikaa jela, lakini yalikuja yakafanyika mazungumzo baadaye na mwalimu Nyerere, Julius Kambarage Nyerere akatangaza kwamba amemsamehe ama amemweleza ama kwamba amekubali e, jambo hilo e, na akawa amemtoa kwa msamaha. Kwa hiyo ma, maridhiano yana faida kwa sababu Tundulisu e, ndiyo kiongozi mkuu kabisa wa chama cha upinzani. Ukizungumzia vyama vya upinzani nchini Tanzania hu -hu -hu huwezi kumtoa Tundu Lisu. Kwa hiyo uh, Lisu anahitajika katika, katika, katika siasa za Tanzania, anahitajika katika, katika uchaguzi. Kwa hiyo maridhiano yakifanyika Uh, inawezi ikamtoa Lissu na pengine hata ratiba ya uchaguzi inaweza e, ikasogezwa mbele kidogo e, tukaona uchaguzi uliochangamka kidogo, tofauti na hivi sasa ambapo tunaona e, wagombea wapande, tunaona kwamba e, mgombea wa Chama cha Mapinduzi anashindana na, na, na, na wagombea ambao ukiangalia mizani yao hawana nguvu ya kupambana naye kwa sababu mgombea wa Chama cha Mapinduzi yuko imara. Kwa hiyo anahitaji kidogo apate changamoto kutoka kwa mgombea ambaye e, wa kaliba e, ya Tundu Lissu. Sasa ukitazama sasa, kuna kuna mgombea kutoka Chauma, mwalimu, kuna mgombea kutoka TLP. Sasa ukitazama mizania, namna ya kampeni zinavyokwenda, unaona amewaacha kwa mbali sana. Ukiangalia hata kampeni za CCM ambazo zinafanywa, unaona kwamba kwa mbali sana. Sasa ushauri ni kwamba e, makamanda makamanda wanatakiwa waangalie uchaguzi, waangalie e, zaidi uchaguzi, e, maridhiano yafanyike, Tundu Lissu aweze waweze kuachiliwa e, na pengine ratiba inaweza ikachezeshwa vizuri tukaingia katika uchaguzi ukiwa na mgombea ambaye e, tunaweza tukasema kweli e, ni mgombea mwenye nguvu. Ni kweli wapinzani wapo wanashinda, lakini hawa na nguvu ukilinganisha na nguvu ambayo anayo Tundu Lissu. Kwa hiyo e, kwa kuhitimisha sasa, ni kwamba tunapata matumaini kwamba huenda kamanda Lissu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo akaweza kutoka e, kulingana na mambo matano ambayo yametajwa e, na wakili wake Dr. Nshala, ikiwemo mapungufu ya kisheria utoaji wa mifano ya kesi ambazo zilitupiliwa mbali zinazofanana kabisa na kesi hii ya bwana Lissu, e, taarifa za mashahidi, polisi kuwatoa watu mahakamani, japo limeshatolewa ufafanuzi, pamoja na kusema kwamba kwa sababu sasa tunakwenda na sera ya kazi na utu, basi utu uweze kufanyika. Lakini nasisitiza zaidi kwamba njia zote zikishindwa, si vibaya kwenda katika maridhiano.